asishirikishwe na mwingine. Kwa hivyo maana ya tawhid ni kumpwekesha Allah na kumtakasa Allah kwenye haki zake, kwenye haki zake zote anazostahiki kufanyiwa, atakasiwe na asishirikishwe ndani yake na yoyote na chochote. Kwa hivyo tukija kwenye aqsamu tawhid, aqsamu hu moja kwa moja tunafahamu kuwa ni vigawanyo vya hizi haki za Allah, bimaana kun Allah ako na haki ngapi anastahiki kutekelezewa na haki ngapi ambazo kwamba ametuwajibisha tuzitekeleze kumfanyia. Hii ndio maksudio ya aqsam at-tauhid. Naam, tuziangalie vizuri hivi vigawanyo vitazidi kutubainikia. Asema aqsamu at-tauhid thalatha, aqsamu at-tauhid ni tatu, vigawanyo vya tauhid ni vitatu. Kwanza, tauhidul uluhiyya. Tauhidul uluhiyya nini? Tauhidul uluhiyya

hakuna mwingine mweza kuyafanya isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama mfano wa kuumba na kuhuisha, kufisha, kuruzuku, kupeana watoto, mpaka mwisho wa matendo yale ambayo kwamba hakuna mweza wa kuyafanya isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi umpekeshe nayo Allah subhanahu wa ta'ala, bi maana uitakidi kwenye moyo wako kuwa hakuna mwingine aweza kuyafanya isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Naam.

Kisha akajikanushia mfano, leisa kamithlihi shay, hana mfano wa chochote, hana chochote ambacho kwamba kitakuwa ni mfano wake. Kwa hivyo ni kuitakidi kuwa Allah ako na majina na sifa amejiita nayo na sifa alizojisifu nazo kwenye Qur'ani na kwenye sunna ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hayo yote tumtakase nayo kuwa ni majina yake nayo ni makamilifu na mazuri zaidi na sifa zake

wala asishirikishwe na mwingine yoyote, na hapo utafahamu vizuri sana udanganyifu wa wale wapotevu ambao kwamba wamesimama kidete kupiga vita masala ya tauhid, kwa sababu madhehebu yao yamejengewa juu ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, imma na viumbe katika waja wema, au viumbe katika waovu, au viumbe katika wasiokuwa na akili, wenye kuabudu makaburi, wenye kuabudu miti na mawe wenye kuabudu watu wema taib. Kwa kuwa madhehebu yao yamejengewa juu ya kupeleka ibada kwa asiyekuwa Allah, wakasimama kidete kupiga vita hili jambo la tauhid. Kwa hivyo wakatumia mbinu za udanganyifu na kubabaisha watu tofauti. Mojawapo wanasema, ukisema tauhid ni tatu, basi nimekuwa utakuwa kama mkristo wanaoabudu mungu watatu. Kwa hivyo kilifahamu hii hili, utakuja kuelewa wazi upotevu wao. Hizi ni haki tatu za mstahiki mmoja, naye ni Allah peke yake. Kwa hivyo hatujamgawanya Allah subhanahu wa ta'ala, bali tunamtakasa na kumpwekesha kwenye haki zote zake. Hafai kushirikishwa na mwingine yoyote. Kwa hivyo ni kinyume kabisa na Wakristo. Wakristo wamemgawanya mwabudiwa wao, wana Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Waliadhu billah ta'ala, Allah amma yaquluna uluwan kabira. Allah ametakasika na akombali na yale wanaomdaia hawa Wakristo miongoni mwa ushirikina huno. Lakini ahlu tauhid wanamtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye haki zake zote zile anazostahili kutakaswa nazo na kupokeshwa nazo. Lakini kwa nini wamepiga vita jambo hili? Kwa sababu watu wakielezwa vigawanyo vya tauhid, watapata kujua kwa kina na kwa uchambuzi kila kitu anachostahiki kutakasiwa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba hafai kufanyiwa ushirikina na kushirikishwa na mwingine yoyote au chochote katika yale. Alafu wakishayatambua wa hayo, watasimama kutekeleza hizi haki inavyostahiki, na wakifanya hivyo watayakataa madhehebu yao yaliyojengewa juu ya ushirikina. Basi wakafanya bidii na haraka kutaka kupiga vita jambo hili la tauhid, na kuwachanganya watu na kuwababaisha watu na kuwadanganya watu kwa shubuhat tofauti tofauti. Kwa hivyo, haya ukiyafahamu, utakuwa umekaa yani, umebainikiwa wazi na uhatari wa madai yao na upotevu wa madai yao wenye kudai madai hayo yaliyotangulia nayo. Tayeb. Alafu asema kuhusiana na nini, asema waqad aqarra, yani hivi viganya vitatu vinasema, tauhidu al-uluhiyya cha kwanza cha pili ar-rububiya, kiganja cha tatu al-asmai wa sifat. Asema waqad aqarra al-mushrikuna bi tawhid ar-rububiyya, tawhidi rububiya washirikina wamikiri na gani wa sifat, na tawhid al-asmai wa sifat ya pili ya, na ya tatu ile ya ibada la ya pili ya rububiya, katika matendo yake Allah apokeshwe na matendo yake kuwa hakuna naiumba isipokuwa yeye na aliyobakia katika matendo kwa sampuli hiyo na majina yake na sifa zake Haya au hizi aina mbili washirikina pia walizikiri, lakini walam yudkhilhum dhalika fi lislam, wala hilo la wao kukiri hizi haki mbili za Allah na kumtakasa nazo na kuzikiri, hali kuwaingiza katika Uislamu. Kwa nini? Liannahum kafaruu bi tawhid aluluhia, kwa sababu walikufuru tawhid ya uluhiya ya kutakaswa na kupokeshwa Allah kwa ibada. Hilo walilikufuru, na ndio maana wakawa na waabudiwa wao wengine wanawapelekea ibada kwa hivyo, hapa tunafahamu kuwa kuingia kwenye Uislamu lazima uzikiri tauhid zote aina tatu na umtakasie Allah subhanahu wa taala haki tatu hizi zote kwa pamoja, taib. Na pia kuwa hii ya tatu, hii ya kwanza ambayo kwamba ni tauhidul uluhiya au tauhidul ibada kwa jina lingine, ndio utapata hapa kulikuwa na vita vikubwa baina ya manabii na qaumu zao hawakuwa na vita katika baina ya tawhid rububia, kwa sababu walikuwa wakikiri wale, au tawhid al-asma wa sifati, kwa sababu walikuwa wakikiri wale washirikina, lakini waliolikataa wali utapata ni hili la ibada. Ndio maana wakatuma mitume kuwalingania, na hapa hili ndio likasababisha kutokea vita baina ya mitume na qaumu zao. Na utapata kwenye Qur'ani, mitume wote waliotumulizwa, utapata wakija kwa kaumu zao huwaambia, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu Enyi kaumu zangu, mwabuduni Allah peke yake, hamuna mwingine anayestahili kuabudiwa. Utapata hili ndio mbiu au mbia au ulinganizi wa mitume wote kwa kaumu zao. Wala utapata katika mitume wakiwalingania wa kaumu zao kuhusu Allah, ndio aliyeumba Allah ndio aliyeuhiisha la, kwa sababu hawakuwa wakipinga, bali mitume walikitumia tauhidur rububiyya na alasma wassifat kama dalili ya kuwalazimisha wale kaumu zao wamwabudu Allah peke yake, wakiwaambia si nyinyi mnakiri kuwa Allah peke yake ndio mweza wa kuumba na muweza wa kuruzuku, na yeye mnapoingia kwenye shida ndio anaowatatua na kuwatoa kwenye shida, yote mnayakiri hayo, amupingi lolote, kwa hivyo na vile vile katika ibada usimshirikishe na wengine wasiokuwa na uwezo wa kuyafanya hayo yaliyotangulia, bimaana hivi mnavyoviabudu na kuvipelekea ibada mnakiri havina uwezo ule aliokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala wala hawafanyi yale anayoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa ya kuwaumba nyinyi na kuwaneemesha na neema tofauti tofauti. Huweje leo kwenye ibada mumshirikishe huyu mweeza umshirikisha na yule asiyeweza kufanya lolote. Kwa hivyo walikitumia tauhidul rububiyya na tauhidul asma wa sifat kama dalili na hoja ya kuwalazimisha kuwa wale washirikina wakubali wa jambo la kumwabudu Allah pekee. Taib, ikiwa nyi mwakiri hili na mwakiri kuwa hawa muno wapelekea ibada hawawezi kuyafanya haya, basi haipaswi kumshirikisha Allah kwenye ibada na hawa waliokuwa wapungufu. Taib kwa hivyo utapata dawa ya mitume yote ilikuwa ni kulingania watu wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala, na hapa ndo kulikuwa na vita. Ndio wakati uh, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia kuhusu Quraish, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun, walikuwa hawa wakiambiwa kuwa hakuna anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Allah, walikuwa wakifanya kiburi. Wayaqulun, na huku akisema a inna latariku alihatina

lakini walilikataa gani la kumpwekesha Allah kwa ibada Taibu. Ndio wakajibu wakasema, sisi tunamabudiwa zaidi ya mia tatu, tuwache wote tumshike mmoja. Kwa hivyo hili wali ndio walilikataa, ndio mtumi akaja na mitumi wote waliotangulia wakatumilizwa kufanya da'wa ya kuwa aabudiwa Allah peke yake. Kwa hivyo utapata hii haki ya, ya ibada ambayo kama ni tawhidul ibada ndiyo nzito zaidi na ndio kiini na kubwa zaidi kwa sababu utapata wengi waliokanusha walikanusha hapa Taibu. Kwa hivyo hawezi mtu kuingia kwenye Uislamu kwa sababu ya kukiri kwa Allah ndiye muumba na akakiri majina yote na sifa zote za Allah na matendo yote ya Allah, kwa Allah peke yake ndiye muweza kufanya hayo, hayawezi kumtia kwenye Uislamu ikiwa ni hayo pekee, ikiwa hajakiri hili la ibada na hajamtakasia Allah ibada zote, hawezi kuingia kwenye Uislamu. Kwa hivyo, hapa utapata uhatari wa wenye kulingania yaani katika tauhidi ar-rububiyya na asma wa sifati peke yake na bila kujali tauhidi ya nini ya ibada, kwa sababu watakuwa wameenda kinyume na ulinganizi wa mitume ulikuwa hapa sana, na hizi mbili zilikuwa ni kama hoja zinatumika, kwa sababu tayari wanazikiri. Naam, asema

Alafu asema utawapata wao wana maabudu wasiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanakiri Allah peke yake ndio mwenza wa kuumba, lakini kuibu, kuabudu wana maabudu wasiokuwa Allah. Kwa hivyo ushiriki ushirikina wao walikuwa kwenye ibada na walikuwa wakikiri kwenye rububia na asma wa sifat. Kwa hivyo hilo hali kuwatia kwenye Uislamu. Lazima Uislamu mtu akiri haki zote tatu hizi, na mtakasi nazo Allah subhanahu wa ta'ala zote tatu na.

kuumba lengo lake ni kusimamisha jambo kama hili la, la tauhid, kutakasiwa Allah subhanahu ta kutakasiwa taala ibada anazo haki anazostahiki kutakaswa nazo. Qala taala, atuambia Allah aliyetukuka, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sijaumba majini wala binadamu isipokuwa kwa lengo la kumwabudu yeye Allah peke yake

Tauhidi ndio hasana kubwa zaidi, thawabu kubwa zaidi mtu anayeweza kumiliki ni thawabu ya tauhid. Limekuja kuthibitishwa kwenye adila chungu mzima, tutaziona katika kusoma kwenye somo hili mbeleni, inshaallah tabarak wa taala. Sija zitaja hapa kwa ikhtisara, na kwa sababu mbele zitakuja. Naam, thalithan anna alkutuba unzilat li ajli tauhid. Kwa vitabu vilivyoteremshwa kutoka mbinguni, vote Qurani na vilivyotangulia vote, vimeteremshwa kwa sababu ya kuja kuthibitisha hii ni tauhid. rabi'an

wajtanibu at-taghut na mwepuke wote wale wanaopelekea ibada kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. La tano la kutuonesha ubora wa tauhid ni kuwa, anna tauhid a'zamu ma yukaffiru au ma yukaffaru bihi dhunub, anna tauhid a'zamu ma yukaffaru bihi dhunub. Tayib, tauhid ndio jambo bora ambalo kwamba madhambi, jambo bora katika mambo yenye kufuta madhambi, jambo kubwa lenye kufuta madhambi sana ni jambo la tauhid, kuliko mengine yote, na haya yote yatakuja kubainika dalili zake mbeleni. Kwa hivyo haya yataonyesha ubora wa tauhid, ikiwa tauhid ndiyo sababu ya kuumbwa sisi hapa ulimwenguni, na tauhid ndiyo thawabu kubwa zaidi, hakuna litakayokuwa na thawabu kubwa kuliko tauhid, ikiwa tauhid ndio sababu ya kuteremsha vitabu vije kuelezea tauhid, na ndio sababu ya kutumilizwa mitume waje kulingania tauhid

ashirku as nauani shirki ni aina mbili. Tayib, shirkun akbaru yuhriju min almila, kuna shirki kubwa ambayo kwamba mtu lao ataiparaga atatoka kwenye uislamu wa shirkun asgharu la yuhriju min almilla, na shirki ambayo kwamba ni ndogo kwa udogo wake ni kuwa haimtoi mtu kwenye uislamu wala haina mana dhambi dogo. La, pambele asema wa huwa ashaddu min almaasi, na naini shirki ndogo ni nzito kuliko hata maasia Yaani kuliko hata kuzini, kuliko hata kuiba, hata kufanya liwata, haya madhambi makubwa makubwa, lakini shiriki ndogo ni nzito zaidi kuliko hayo. Kwa hivyo imeitwa asghar, si kwa sababu eti ya kuonesha kwa kuwa haina dhambi kubwa, la ni kwa sababu ya kutafautinisha baina hii na ile ya kwanza. Ile ya kwanza kwa sababu ya mtoa mtu kwenye uislamu kabisa, ki ujumla huwa kafiri hayo muislamu, akifanya hii ya pili, ingawa ni dhambi kubwa na ni hatari, lakini haijafikia kiasi ile ya kwanza kumtoa kwenye Uislamu kabisa. Ndio maana ile ikaitwa akbar na hii ikaitwa asghar kwa sababu ya kutofautisha baina hii na ile, wala si kwa sababu ya kuonesha kwa kuwa madhambi ya hii shirkun asghar ni madogo, la. Ndio hapa katana baisha mbele asema, wa huwa ashaddu min al maasi, ni nzito kuliko maasi ya naam. Takomea hapa, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikie na aturuzuku fahamu njema, na atujalie ni wenye kutekeleza tutakao yasoma.